Sikilizeni neno la Bwana kama tunavyolipata kutoka waraka wa kwanza wa Petro sura ya tano mstari wa sita hadi wa kumi na moja. Waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote sura ya tano mstari wa sita hadi wa kumi na moja. Nasoma katika jina la Bwana. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Mwena kiasi na kukesha, kwa kuwa mshitaki wenu ibilisi kama simba angurumae huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Na Mungu wa neema yote, aliyowaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu weza una yeye hata milele na milele. Amen. Tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba yetu mema, asante kwa ajili ya zawadi ya uhai, asante kipekee kwa ajili ya wokovu wa bure ambao tumepewa kwa njia ya kifo na kufuka kwa mwanao mpendwa Yesu Kristo asubuhi leo kwa njia ya neno hili tunaomba uzungumze nasi Bwana. Neno hili lipate nafasi katika mioyo ya watumishi wako hawa, viongozi uliowaita katika dayosisi za kanisa letu. hatunaomba Mungu, mkono wako utulinde na kutuhifadhi katika siku hizi ambazo tutakuwa hapa tukitafakari mambo yanayohusiana na utume huu mkuu uliotupa. Ni heshima kubwa Bwana kwamba umetuita tutende kazi pamoja nawe, na hata unatutaja kwamba sisi ni watenda kazi pamoja nawe. Basi Mungu wetu mwema, naomba useme nasi na utupe nguvu Bwana ili tuweze kulitumikia kusudi lako katika jina la Yesu mwokozi wetu Amen. Naomba mketi. Mheshimiwa <coughs> viongozi, napenda kumshukuru sana Mungu ambaye ameniwezesha kuwepo pamoja nanyi asubuhi ya leo. Mheshimiwa uh, baba Askofu Dkt. Frederick Shoo alialikwa kushiriki katika mkutano huu na kutoa neno la ufunguzi na alithibitisha kushiriki mpaka ilipojitokeza jambo ambalo lilimlazimu asafiri siku ya jana, na ndipo akaniagiza nifike kwa niaba yake. Napenda kabla ya yote niwaletee salamu zake nyingi. Anawasalimu kwa jina la Bwana na kuwatakia mkutano wenye heri na baraka za Mungu. Asanteni kwa kupokea salamu zake. Pamoja na viongozi wengine wote wanawasalimu, na tunapenda kuwashukuru kwa kuchagua kuja Kilimanjaro, kuja Dayosisi ya Kaskazini. Tunasema karibuni sana, na Bwana awe pamoja nanyi. Nachukua nafasi pia kuwapa pole ya safari. Nimesikia wengine wameingia usiku sana, wengine wameingia asubuhi na hata wale mlioingia jana safari ndefu kutokea mliko mnakotumika, e, poleni sana kwa safari, na tunaomba Mungu aondoe uchovu ili mweze kuwa na nguvu ya kuyaendea yale ambayo yamepangwa kwa, e, kwa mkutano wetu. Pia nachukua nafasi hii kuwapa hongera kwa utume mkubwa nautekeleza katika Dayosisi zenu na sina sababu ya kueleza jinsi ambavyo idara ama kurugenzi mnazosimamia ni muhimu sana kwa uhai wa kanisa. Kina mama na watoto na diakonia, kwa wale ambao wameongeza pia diakonia. Idara ama kurugenzi mnazoongoza zina zina mchango mkubwa kabisa katika kulisimamisha kanisa. Kwa hiyo hongereni sana kwa kazi njema ya Bwana, amen. Uh, wapendwa, nimesoma neno hili lituongoze katika tafakuri ya asubuhi ya leo, hasa majira haya ya Kwaresma, neno ambalo ninataka kuamini kabisa kwamba si mara yetu ya kwanza kukutana nalo. E, neno hili linatuita kunyenyekea, kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, na naamini hiyo ni mojawapo ya ujumbe muhimu sana katika majira ya Kwaresma. Unapomuona, unapomwona mwana wa Mungu aliyekuwa na utukufu mkubwa Biblia, inasema hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alinyenyekea akawa mtii na andiko linasema naam, hata mauti ya msalaba. Yaani kiwango hicho cha unyenyekevu kilichompelekea kuwa mtii, si tu utii wa kawaida, anasema hata mauti ya msalaba kwamba kama ni kiwango cha kunyenyekea na kutii kile kilikuwa cha juu sana, hata mauti ya msalaba, sio mauti ya kawaida. Maana tunajua amelaaniwa kila angikwao juu ya mti, na huyu mwenye utukufu, maandiko yanasema, na huyu mwenye utukufu mkubwa namna hiyo anajishusha kiasi cha kwenda mpaka kwenye kifo cha msalaba. Sasa kama yeye aliyekuwa na utukufu mkubwa namna hiyo aliuacha, akanyenyekea anatufundisha na sisi kunyenyekea, sababu Yesu anatuambia katika neno lake, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa sababu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Na unyenyekevu wake unaonekana kwa njia ya wazi sana kupitia kifo chake msalabani. Kukubali kufa kifo cha msalaba halikuwa jambo rahisi. Kwa hiyo wapendwa viongozi, kupitia uh, majira haya Kwaresma tunapoona njia ya msalaba, siku 40 za kutafakari mateso ya mwokozi wetu, mojawapo ya fu fundisho muhimu sana tunalolipata kwa kuangalia hiyo safari ya kuelekea msalabani kwa kweli ni unyenyekevu. Uh, tabia ya unyenyekevu ni tabia ya Mungu mwenyewe. Zaburi ya mia na kumi na tatu mstari wa sita inataja kwamba Mungu ananyenyekea kutoka mbinguni. Zaburi mia na kumi na tatu mstari wa sita anapojihusisha na uumbaji anapojihusisha na mwanadamu aliyeanguka, hiyo ni unyenyekevu. Biblia inasema ni nani aliye mfano wa Bwana Mungu wetu aketie juu, anyenyekeaye kutazama mbinguni na duniani? Kwa hiyo unyenyekevu ni tabia ya Mungu na tunapoambiwa katika somo hili kwamba nye nye, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, maana yake tunaitwa kuchukua tabia ya Mungu katika maisha yetu, na sisi kama watoto wa Mungu kwa kweli tunatarajiwa tuwe na tabia ya baba yetu ambaye ni Mungu wetu. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu, na kwa njia ya kunyenyekea anatuambia tutakwezwa. Anasema ili awakweze kwa wakati wake. Lakini somo hili pia linatufundisha juu ya kumtwika yeye fadhaa zetu. Anasema huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Bwana asifiwe sana, amina. Mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, na mtakubaliana na mimi kwamba nyakati tunazoishi fadhaa ni nyingi mno, fadhaa za changamoto kwenye ndoa. Jinsi ambavyo uh, nilisoma utafiti ulifanyika kule Kenya na ulieleza kwamba Uh, vyombo vya mawasiliano, simu, zimechangia kwa asilimia 70, kuzivuruga ndoa. Kwa hiyo changamoto za ndoa za miaka yetu zimekuwa kubwa sana ukilinganisha na miaka 30, 40, 50 iliyopita. Vijana wadogo tu wanaoana na unaambiwa miezi mitatu baadaye wameachana. Kijana mmoja nilihusika kwenye ibada ya kufunga ndoa yake, nimekutana naye miezi sita baadaye ananiambia tumeshaachana. ko fadhaa ni nyingi, mambo ya ndoa, mambo ya kiuchumi na mambo ya magonjwa fadhani nyingi, lakini somo hili natuambia tunyenyekee, kisha tumtwike yeye fadhaa zetu, na anatoa sababu. Anasema, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Bwana asifiwe sana. Amen. Yeye hujishughulisha sana kuna. Wimbo tuliimba zamani miaka ya nyuma, a, siwezi mwacha Yesu Eh, Asante sana, siwezi mwacha Yesu anasumbukia maisha yangu. Namini wale waliotunga huo wimbo au pambio walipata hiyo kutoka kwenye somo hili, maana anasema tumtwike fadhaa zetu, maana yeye anajishughulisha sana kwa mambo yetu. Siwezi wamilele wamilele, ni mi, ni Yesu Bwana, siwezi kumwacha, maana anasumbukia maisha yangu. Watu wa Mungu, jambo lingine ambalo linazungumzwa katika somo hili ni kuhusu kukesha. Na kukesha maana yake ni kuwa macho kiroho. Anapotuambia, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye, naye anazunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Mwe na kiasi na kukesha kuwa macho kiroho, kuzitambua hila za yule mwovu, kutambua jinsi ambavyo ana lengo la kuharibu maisha ya watu. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Bwana Yesu alisema, lakini akasema mimi nalikuja ili muwe na uzima, kisha muwe nao tele. Kwa yule mlevu hapa, andiko linasema anazunguka zunguka akitafuta mtu ammeze, na hilo nikijua kijua, anazungumza na viongozi. Ujumbe huu unatuhusu sisi, kwa sababu sisi pia ni wanafunzi wa Bwana wa, wa wa Yesu. Lakini kwa kuwa tuna kundi kubwa liko nyuma yetu, ujumbe huu unatuhusu kwa maana ya kuangalia namna gani tunawasaidia wale tunaowaongoza ili wajifunze kunyenyekea, wajifunze kumtwika Mungu fadhaa zao, wajifunze kuwa macho kiroho, yaani kukesha. Na fundisho la mwisho tunaloliona katika somo hili, anazungumza juu ya kuwa na uthabiti kiimani kuwa thabiti kiimani. Na hili nikijua, nazungumza na viongozi wa wanawake, hili lina maana kubwa sana, kwa sababu wanawake wana kiu ya mambo ya Mungu, na kwa kweli kwa hilo tunawapongeza sana. Lakini uthabiti ukikosekana kinachotokea ni kuyumbishwa, kuyumbishwa huku na kule. Na nyakati zetu ambazo wameinuka watu waliojaa uwasi ndani yao, mbwa mwitu wakali wasiolihurumia kundi, ikiwa watu wa Mungu hawauthabiti kiimani ni rahisi sana kuyumbishwa. na mnapolisema hili, wapendwa viongozi, wakati mwingine tunaweza tukalizumia tu kwa njia rahisi, kwa jinsi rahisi ya kuwapatia lawama wale wanaohangaika huku na kule, lakini tukumbuke kwamba ni wajibu wetu kuwapatia chakula kilicho bora ili wasihangaike kwenda kutafuta kisicho bora. Sasa hebu fikiria mzazi ambaye, huyu mama ambaye, haandai chakula bora kwa ajili ya watoto wake, na watoto wake wanapokwenda kuhemea kutafuta vyakula visivyo bora kwa majirani, anawalaumu kwa kufanya hivyo. Kumbe badala ya kuwalaumu angejichunguza yeye kwamba upungufu uko kwa wapi kwenye swala la utoaji wa chakula bora, ndipo aweze kujaza yale mapungufu, na angeona kwamba matokeo yake watoto wake wangetulia nyumbani na kula kilicho bora. Kwa wapendwa viongozi, kwa kuwa mmepewa jukumu kubwa sana la kusimamia idara ama kurugenzi muhimu sana. Naomba tusiingie kwenye mtego ule ambao wengi wameingia wa kunyoosha vidole na kuwalaumu wa mama wasio thabiti kiimani, wanaotangatanga huko na kule, wakati kile kilicho bora pia hatuweki mazingira ya wao kukipata. Kwa kabla mama hajawalaumu watoto kwa kwenda kutafuta vyakula kwa jirani, yafaa angalie kama yeye anawapatia chakula watoto wake au wanatangatanga kwa sababu wamekosa chakula. Kwa hapa ni changamoto kwako na kwangu mara zote, kuona ya kwamba katika kuzikabili hizi hayo yaliyotajwa hapa juu kama fadhaa, watu wa Mungu wanahitaji kujengwa, wanahitaji kuimarishwa, wanahitaji mafundisho. Nakumbuka nikishiriki kwenye semina moja na mama mmoja akasema, nimejikuta na tanga tanga kwa sababu kila nilipotaka chakula pale nyumbani kwangu, na mtu wa kunisikiliza sikumpata aliye tayari kunisikiliza na kwa sababu hiyo ilibidi nitafute yaliyo tayari kunisikiliza. Sasa mtu kama huyu, ukimlaumu pengine unakuwa umemwonea. Lililo kubwa ni sisi kuangalia kwamba tunawapa watu posho kwa wakati, kama Bwana anavyosema katika injili ya Luka ninapohitimisha Injili ya Luka sura ile ya 12. Bwana Yesu anasema mstari wa 42, Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote, awape watu posho kwa wakati wake. Mstari wa 43 Heri mtumwa yule ambaye Bwana wake ajapo atamkuta anafanya hivyo. Haleluya, amen. Heri mtumwa yule. Mawakili ni nini? Na mimi anasema ni nani basi wakili mwaminifu mwenye busara ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote awape watu posho kwa wakati wake. Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta anafanya hivyo. Heri kwako, heri kwangu. Bwana wetu ajapo, atatukuta tukiwapa watu posho kwa wakati, atatukuta tukifanya bidii nyingi kuhakikisha ya kwamba wamama wanajengwa waweze kuwa thabiti kiimani, wamama wale viongozi wanaofanya kazi chini yenu mnafanya bidii nyingi kuona ya kwamba wanaandaa mafundisho na semina mbalimbali za kuwajenga watu. Ninyi mnafahamu kwenye agizo kuu, Bwana Yesu alisema enendeni, mkabatize nakufanyaje watumishi na kufanyaje e. Tume tumelaumiwa wakati mwingine kwamba tuwepesi kubatiza ila ile ya kufundisha Juzi tukawa na mchungaji mmoja mstaafu akatuambia maneno magumu sana, akasema kama hauna mpango wa kufundisha na kushauri usibatize. Yaani ilibidi aiweke namna hiyo kutuambia, kama hamna mpango wa kufundisha msibatize, kwa sababu Bwana Yesu hakusema batizeni halafu mwondoke. Alisema batizeni na kufundisha wawe wanafunzi. Basi Mungu Mwenyezi atusaidie. Ndugu zangu, watumishi wenzangu, katika kanisa la Bwana, hayo yaliyo neno na Mungu katika somo hili kuhusu kunyenyekea, kukesha, kumtwika fadhaa na kuwa thabiti katika imani, yanatuhusu sisi kama waamini, lakini yanatuhusu sisi kama viongozi, kwa wale kwa lile kundi tulilokabidhiwa. Heri wakili mwaminifu ambaye bwana wake ajapo atamkuta akilichunga kundi na kulipatia posho kwa wakati. Bwana alibariki neno lake. Amen. Naomba tuimbe namba ya 88 fungu la kwanza, ndipo tuweze kuhitimisha. Nataka kusimama chini ya msalaba

Simame, basi wapendwa watu wa Mungu kwa neno la Mungu na maombi ambayo tumefanya nitangaze, kufunguliwa rasmi kwa mkutano huu mkatibu wa idara na kurugenzi katika dayosisi zetu, katika jina la Mungu wa Utatu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen, amen. Asante sana kwa ushirikiano wenu, naomba mketi.